Kama mnavyofahamu huu mradi kwetu sisi wa, wanakatavi ni mradi muhimu sana. Jambo la kwanza kuwaepusha wananchi na adha ya mafuriko kila wakati na namna ya kupitisha mazao kutoka hapa kuelekea mkoa jirani, mkoa wa Rukwa. Hili ndio daraja kubwa kabisa ambalo linatutenganisha sisi na mkoa wa Rukwa. Maana yake ni kwamba jitihada za serikali zinakwamishwa na mkandarasi huyu anaitwa Safari kwa maana ya kukamilisha mradi huu. Kwa hiyo sijaridhika kabisa na hatua za utekelezaji wa mradi huu, na niagize kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, mkandarasi, kuanzia sasa hivi lazima uwepo saiti masaa ishirini na nne na hii kazi lazima iendelee usiku na mchana, kuhakikisha kwamba huu muda uliobaki na huu muda mfupi ambao utaongezwa kwenye kazi hii, daraja hili liweze kukamilika na kwenye standadi zinazo stahili. Na nikisema hivyo, maana yake ni kuanzia leo. Nataka kila siku nipate ripoti kwamba mkandarasi upo saiti, wasimamizi mpo saiti, wafanyakazi wapo saiti, vifaa vipo saiti, kuanzia vitendea kazi mpaka vifaa vinavyonunuliwa madukani. Nakupa siku tatu tu, masaa sabini na mbili, vifaa vyote viwe vimefika. Hizo nondo tani ngapi? Mmesema mia moja na ngapi? Ziwe zimefika. Simenti tani ngapi hata hujui kwamba unahitaji simenti kiasi gani zote wahandisi wetu wako hapa ziwe zimefika saiti ndani ya masaa sabini na mbili vifaa vyote viwe saiti wewe mwenyewe na timu yako ya wataalamu ulioandika kwenye mkataba muwe saiti hizo kazi ziendelee usiku na mchana tunataka kazi zote zikamilike jambo la pili hatutaweza kuvumilia kuona mvua zitakapoendelea kunyesha daraja hili linaondoka kwa sababu ndio tegemeo la mkoa huu kuunganishwa na mkoa mwingine au na mikoa jirani ambayo iko huku. Tafuteni hatua za haraka za kitaalamu zitakazohakikisha kwamba daraja hili la muda tulilonalo kwanza linaendelea kubakia salama, lakini na miundombinu hii ambayo imeanza kujengwa inaendelea kubakia salama na maji yanapita bila kufanya uharibifu zaidi. Nataka, nataka nitoe wiki wiki mbili mbili tu za kumpima mkandarasi huyu. Nataka hizo wiki mbili, tuone kazi ya kuonekana, kazi ya ya kuonekana maana imefanyika. Na wewe mhandisi wa TANROADS ndio utakaye nishauri mimi. Hii kazi ya maana ninayosema ifanyike ndani ya wiki mbili, kazi ifanyike usiku na mchana. Kuona kwamba kuna maendeleo yatakayotuonyesha kwamba mradi huu utakamilika ndani ya siku sitini za nyongeza ambazo atapewa huyu mkandarasi. Vinginevyo ndani ya wiki mbili hizo kama kutakuwa hakuna mabadiliko ya aina yoyote, hakuna jitihada za aina yoyote ambazo zimechukuliwa, naomba hatua za kimkataba kali zaidi zichukuliwe. Sio hizi hatua za kuendelea kumbembeleza mkandarasi huyu, wakati wananchi wanahitaji daraja, halafu daraja halikamiliki. Na na swala lingine, kama itatokea hali hiyo kwamba ndani ya wiki mbili kutakuwa hakuna maendeleo yoyote, tushauri mamlaka inayohusika imfute huyu mkandarasi kwenye daftari la wakandarasi ndani ya Tanzania, kwa sababu kama anaharibu mkoa huu, tukimwacha aendelee, maana yake aende akaharibu na wapi? Na kwenye maeneo mengine atasema nimefanya mradi fulani Katavi, kama watakuwa hawako makini, watampa kazi kule, matokeo yake anaharibu Katavi, anatoka Katavi anakwenda Songwe anaharibu, anatoka Songwe anakwenda Morogoro anaharibu, tukiendelea kumwacha namna hiyo. Kwa hiyo kipimo chako ndugu yangu ni wiki ngapi? Mbili tu. Baada ya hapo, kama kutakuwa na matatizo yoyote ya kuto kutekeleza mradi huu kama nilivyoelekeza, hizo hatua zichukuliwe. Kwanza hatua za kimkataba, mkazisome vizuri kuona ni hatua gani ya kuchukuliwa kwa mkandarasi wa aina hii ambaye hatekelezi muda, hatekelezi kazi yake kwa muda uliopangwa, mpaka muda unamuishia na bado anaomba extension of time. Na hii changamoto mara kwanza, tulikuwa tumejipanga vizuri financially, hatukuona sababu ya kuomba advance kwa sababu tulikuwa na fedha ambayo tulikuwa tunaona, kwa sababu unavoomba advance kuna fedha nyingi una deposit banki ambayo ni refundable. Tukaona ile fedha na fedha tulionayo tunaweza tukazalisha amount ambayo ni kubwa kuliko ile advance ambayo tungelipwa, kwa hiyo tukaamua kuanza kazi bila advance. Na tulianza tukawa tunaenda vizuri kabisa. Changamoto ilipokuja kutokea wakati wa mvua, baada ya ile mashine kuanguka. Sasa tukajikuta tuna muda mrefu, huwezi kuondoa watu saiti, kwa una, una, yani, the no more expenses za kila siku nyingi, lakini production haifanyiki kwa sababu ilikuwa una depend ile mashine ichimbe zile pile uweze kuendelea na hizi upper structure zote za juu. Sasa kama hujachimba, huwezi hata ukasema utafanya kazi nyingine ya juu. Kwa hiyo ilitupelekea tukawa na hata unstable financial, kwa sababu pesa nyingi zikawa zinatumika bila uzalishaji kukeep outside, ili usipate gharama ya kufanya mobilization mara mbili. Na utengenezaji wa mashine haukuwa expected kwamba sijui ni wiki moja utamaliza, sijui ni wiki mbili. Sababu so mashine ilidondoka yote, ilijaa maji, na sio mashine moja, zikua mashine kama tatu. Andikia barua ya maombi, extension of time. Na akasaiti sababu mbili tatu, tumeevaluate barua yake e, tunaridhia na sababu, japokuwa sio kwa muda alioomba yeye. Muda alioomba yeye ni kama siku sabini na tano, lakini tukianza kuevaluate zile sababu na muda ambao ulipotea na muda ambao mashine ilikuwa iko matengenezo tukipiga hesabu tunapata roughly kama siku 60 kwa hiyo tunaamini tukishatoa extension of time ya siku 60 e, mkandarasi itapaswa amalize ndani ya muda huo wa siku 60 Vinginevyo, kama hajamaliza ndani ya muda wa siku 60 hatua sasa za kimkataba zitaanza kumkata fedha kila siku iendaye kwa Mungu, ipo kabisa kimkataba, tuna compute pale, kama ni milioni tunaikata kila siku ambaye inazidi tunaikata tuna mpaka pale ambapo atakuwa amekamilisha mradi, na kama atakwenda mpaka siku zaidi ya sitini, siku mia hajamaliza ile kazi sasa, okay. Taratibu pia za kusitisha mkataba zinafuata na yeye sasa atakwenda kuilipa serikali na hatua za kimkataba ambazo tutamwandikia wataingia na sheria hapo, hawezi sasa kuilipa serikali kwa kuchelewesha mradi na kutokuweza kukamilisha ndani ya wakati.